William Ruto has sunk our country so low that he is using goons to run the country. Wakati ya Gen Z alitumia huyu Sakaja na PS Remo Domolo. Kutafuta wahuni wakakuja wakakoroga Gen Z na kuingia parliament. Wakajaribu kuekelea ati ni sisi. Juzi tumeona huyu governor amechukua wakora, wamepiga watu, wamepora mali ya watu. Huyu governor hajashikwa mpaka wa leo na nimesikia watu ya Kenya Kwanza wakisema tu wale wanapanga kuharibu tundefwashikwe, wale wanapanga bado fanya, yule amefanya makosa bado. the governor is still walking scot free. Hapa Meru umetumba wahuni. Wewe mwenyewe raisi, kulikuwa unatembea Nairobi, unatembea na goons. Ndio tunasema hii Haiti, ulituma ati askari kupigana na goons. wewe mwenyewe Nchi yako umeweka gunzi dio, wanaumiza watu. Ndio tumeanza kuona hii Haiti haikuwa genuine, ilikuwa ni benchmarking on how to create criminal gangs. <laughs> Yeah, so sisi tuko na shida.